Kabisa, na hilo wala halina shaka ya namna yoyote. Fadlu hivi sasa, yeye hautazami msimamo jinsi ulivyo, yeye anachokitazama ni kushinda mchezo mmoja baada ya mchezo mwingine. Kamanda Jeffrey, ikianza kwako, kauli hii inaleta tafsiri gani kwa kocha Fadlu kwamba yeye hautazami msimamo wa ligi kuu, anachokiangalia zaidi ni kushinda mchezo mmoja baada ya mchezo mwingine? Tupatie hapa tathmini yako, karibu. Ya kwanza kwanza mimi siamini kama kweli angalie msimamo ni, ni vigumu sana kuamini. Ndio kweli. Eh, japo naelewa kwa nini amezungumza hivyo, ila yeah. Siku zote uh, unapokuwa unafundisha timu kubwa almost kila kitu unachozungumza kinakuwa kinapewa analisis ya kipekee yeah. Sababu hata makocha wa timu zingine kina Namungo kina JKT kina nani, kuna vitu anazungumza, ila atu vipi attention ile ile ambayo tunajitoa, labda akizungumza Milo Dambi, akizungumza yeah, Rashid Tausi, ama akizungumza uh, Fadlu kama tulivyosema, na ni kwa sababu ikawaida wenzetu huwa wanaishi kwa, kwa, kwa ile mentality ya kwamba unachukua kila game kama inavyokuja no. ile anasema one game at a time e, kwa sababu uangalie kwa mfano sasa hivi Simba wana mechi ya fainali dhidi ya Bekani yeah. Uh, ujumbe ambao wangependa uh, mashabiki wa wauelewe ni kwamba at the moment mechi dhidi ya KMC ni muhimu kuliko mechi dhidi ya Bekani wai kwa sababu ndio mechi inaofuatia, okay. Umeelewa? Kwa hiyo mentality ya timu kubwa ni kwamba mechi kubwa ni mechi inaofuatia, haijalishi hata kama kuna finali mbele ya safari huko lakini yeah. Mechi kubwa ni ile inaofuatia na, na ndio ujumbe ambao wanaumaanisha fan kwamba unajua ukiangalia, ukiangalia uki, kwa mchezaji ukiwa unaangalia msimamo kwa mfano yeah ni rahisi sana wewe kuanza kuweka mipango ambayo inakuwa ni tofauti na timu, kwa maana kwamba wanasema don't, don't step ahead of yourself. Yani hapa tuna mechi hii, lakini wewe unapigia na hesabu ubingwa, ni rahisi focus yako kuondoka, yeah. ili uwe mchezaji dedicated unatakiwa uangalie mchezo wa mwisho, mchezo unaofuata, huo ndio mchezo wa muhimu kwako kimalizana, mm-hmm. huo which means kwamba utakuwa uko kwenye nafasi ya kutoa focus ya asilimia mia moja yeah. kwenye kila mchezo ambao unacheza. Sasa so, so, ukianza kupigia mahesabu, kwa mfano kama sasa hivi wewe ukiwa labda spiderman camera hmm. una akili yako yote umeiweka kwenye fainali kwamba, bwana, hii bekane, hawa mshambuliaji wao mmoja huwa anapenda sana kupiga nje ya boxi kuna huyu anapiga free kick hizi. Of course ni wajibu wako yeah, na utakuwa unapata hizo dozi kutoka kwa kocha wa magolikipa na benchi la ufundi lakini, unatakiwa umwaze KMC zaidi, ambao ndio mchezo unaofuata. That's the mentality. Kwa hiyo kiufupi, kamanda, katika hayo ambayo umeyazungumza ni kauli ambazo hazina uhalisia lakini anatengeneza yes, psychology hapa, yes. ya yes. wachezaji wake an, ana play mind games kwa kuwaelekeza wachezaji wake no. Unajua, unaposema mind games, mind games azimwelekei mpinzani no. Mind games zinakuja hata kwa kwa kwa wachezaji wako mwenyewe yeah. no. ndio maana ikasema kwamba mimi siamini kama eti Fadlu hauangalii msimamo, anauangalia, kwa sababu kipimo pekee kikubwa cha maendeleo ya timu kwenye mashindano inayoshiriki yeah. ni yale mashindano ambayo unashiriki kwa muda mrefu unajua mi, michuano ya kimataifa kwa mfano Simba mpaka wanakuja kufika finali, mpaka wanacheza finali, watakuwa wamecheza mechi kumi na mbili tu. Yeah. Sawa. Ukiunganisha mechi za hatua ya makundi ziko sita, uh, robo finali mbili ni nane. Yes. finali mbili ni kumi, finali mbili ni kumi na mbili. Yeah. Mechi nyingine ziada Simba walicheza hapo ni ni nani, ni preliminary ile, dhidi ya hatua ya awali. Ni ya nani? Ah, ni triple. Ah, ni triple. Kwa hiyo that means kwamba mpaka unacheza mchezo wa finali unacheza mechi 14 na, yeah. Lakini msimu wa domestic tulionao hapa kuna yeah, una mechi 30, yeah. Kwa hiyo huwezi ukaniambia kwamba toka mwezi Agosti wakati tumeanza ligi mpaka leo msimamo. Mimi mjomba Fadlu, binafsi mimi namuelewa Fadlu Nah, yeah, nah. Hata mimi namuelewa, mimi nimejipaint picha kiuhalisia tu ile kwamba sio kweli kwamba aje uangalia huyo. Hata mkewe wewe lazima atakuwa kauangalia, na usiku wakienda kitandani atakuwa anamwambia, kwa bwana unashika nafasi ya pili. Nah. <laughs> anacho anachomaanisha ni najua kinachoendelea, ushindani ni nah. kinacho mkubwa mpinzani wetu ni Yanga ambaye ni, yeah. ni bingwa mtetezi kwa misimu mitatu iliyopita, na tukishinda mechi zetu bado atakuwa juu kwa alama moja hmm. Ukiangalia mbele tuna mechi ya nusu fainali na Singida ambayo ni timu ngumu, moja kati ya timu bora tulizokuwa nazo kwenye ligi. Ukiangalia mbele kuna mechi dhidi ya RS Berkane, mechi mbili mtu, yeah. ambaye misimu miwili iliyopita alitoa ubingwa wa shirikisho. Kwa hiyo ukaangalia pia na kundi alilokuwa nalo na wachezaji wengi wao ni wapya na bado ni vijana ambao hawajui nini maana ya kushinda. Kwa hiyo nachotaka ni nini? Ni kupunguza pressure kwa wa vijana, tuna approach game moja baada ya nyingine, tusiangalia hayo yanayokuja. Mi nakumbuka kipindi Claudio Ranieri wakati anachukua ubingwa Leicester City, alikuwa anaulizwa kila siku kuhusiana na ubingwa, alikuwa anasema tunaangalia mechi baada ya mechi hivi vingine havituhusu, tunaangalia mechi iliyokuwepo mbele yetu, kwamba kama tuna mechi leo, basi unapambana na hiyo, kwa sababu demo unapokota alama ndivyo unavyokaribia ubingwa. Lakini ukianza kuangalia tena ratiba ya wiki mbili zinazokuja, itakuchanganya, utakuwa na hofu uta... yani psychological states ya yeah, zitakuwa zinakusumbua. Kwa ninachokifanya ni ku decrease pressure kwenye kundi nilokuwa nalo, naambia tuna approach mechi moja baada ya nyingine tukishinda mechi mfululizo tutautoa huo ubingwa lakini tukidondosha alama hapa leo kisa tunaiangalia mechi ya fainali ubingwa utaotoa wapi okay Fadlu huyu hapa katika haya ambayo tunayajadili you know we take it game by game uh, it's going to be game by game we can't be talking about title when we still have a, a game in hand and when we play the final there are more matches to be played and then the second games in hand so we just have to take it game by game we're not looking at the table right now it's just about can we get the three points can we put the best lineup

Jemedari wewe uh, ni kocha na unaendelea kusomea ukocha, na moja ya kauli ambayo tulikuwa tunaijadili hapa na kamanda Jeffrey pamoja na Hans ni hizi kauli za makocha wanapomaliza mechi. Mfano Fadlu hapo amezungumza kwamba yeye hautazami e, msimamo jinsi ulivyo, yeye anachokiangalia hivi sasa ni kutazama mechi baada ya mechi. Mbona ni kama kauli ambazo hazina uhalisia, kama ana, ana udanganya umma hivi? kwa maana ya kiuhalisiana anautazama msimamo Fadlu. Lakini yeye anasema yeye hautazami msimamo anachoangalia ni mechi baada ya mechi kupata alama tatu na sidani kama unahitaji una hata kuwa darasa la pili kujua hilo kwa maana na mwisho anasema ndio game ni okay. Ni hapo anajuaje hmm? Sio utazama msimamo, yeah. <laughs> Yeah. Simple as that. Yeah. Yeah, ataki ku, ataki kuhamisha focus. Kwani kutaka tu kuhamisha focus, lakini yes. Msimamo na utazame. Anajua, anajua ukimuuliza paka point. Sio. Kwa nini sasa mnazungumza hivi makocha? Concentration, watu wanataka concentrate na kitu kilichopo. yeah. Ubingwa ni kwa maana sisi ni mechi kwa mechi. Nataka mechi. Mechi, mechi, mechi. Tunataka moja, ikisha mtu anakwambia bwana, mechi hii hii, imeisha. Sisi hatuangalii tena, tunaangalia mechi nyingine. Lakini ukweli ni kwamba wakienda kwenye viwanja vya vya mazoezi wanai, wanai, analyze mechi iliyopita, wanajua makosa ya mechi iliyopita ili yasirudie kwenye mechi ijayo. Wanaangalia mazuri waliofanya kwenye mechi iliyopita ili waendeleze kwenye mechi ijayo. Lakini uki, ukimwambia, ukizungumza naye atakwambia bwana mimi, sisi mechi tukimaliza, tumeachana naye. So, Una, unajua hii kauli hata zaka za kazi pia aliwahi kuibainisha kwamba wao hautazami msimamo wa ligi kwa jinsi unavyokwenda mtazamo kwa kwa ila... hamna mtu ambaye atazami msimamo wa ligi yani, sasa atajua yuko position gani? <laughs> lazima ataangalia tu. <laughs>